Kuna mtu anamkumbuka msanii, tunakata mapanga, tunachinja, tunachinja? Unamkumbuka Ametrend? Ha, kweli hata kunishinda sina wengine huwa waamini. Unaweza ukakutana na mtu yeyote wa kiwango chochote, wanafikiria wewe ni wa watu wakubwa. Ninawaleta ili wajue kwamba unaweza ukaongea na mtu yeyote yule. Nikimaliza meza ya Bwana niko na ibada na jenzi niko na ibada na wao. Nikimaliza meza ya Bwana niko na ibada na wao. Hiyo ni ibada ya fujo, wewe usije. watakusalimia nawaona. <clears throat> Hivi wamevaa longi, kofia haiweki kwa kichwa, inawekwa kwa goti. Gen Z siku danganyi. Next week natangaza ibada yao ni tarehe fulani. wako hapa lakini wako hapa lakini watakuwa fujo wa Yesu Kristo, fujo wa Yesu azwez jezi, miwani, kofia, nywele inakuwa hapa juu na kuna saa kubwa kushinda mkono wake. Amen. God bless you my daughter. Wewe ushawai kuona kofia kama hiyo na miwani kama hiyo? Yaani nywele ziko juu, kofia ifuniki kichwa, na ikitolewa hapo inaenda kwa goti. Hapo Bwana Yesu asifiwe. Ndugu zangu wadogo na watoto wangu wengine, wa hawatalelewa na social media, watakuwa fujo wa Yesu Kristo, fujo wa Yesu, fujo wa Yesu Kristo, nitawaambukiza roho ya Injili wakishika bibilia na microphone, anahubiri mpaka ndani ya ndege Ukimteremsha anakwambia niko ni na boarding pass, I'm sorry, nakaa chini. Ukimteremsha anakwambia niko ni na boarding pass, I'm sorry, nakaa chini. Wale flight attendants wakigawa gawa chakula, yeye pia anatembea. Nauliza, unaweza kunipa kawani 1 GB ya time, nataka ku preach gospel maze, unaweza kunipa. Nataka ni show hawa watu jinsi ambavyo saw Godi, you save